Uh, alhamdulillah wa, wanawake katika historia ya Kiislamu wana mchango mkubwa sana katika kuleta maendeleo na hasa kwenye elimu, uchumi na walikuwa wanawake wa, wa, wa, wa, walikuwa wako katika walikuwa wanazuoni na wasomi kwenye mambo ya hadith na washairi na mambo mengi waliyofanya katika kuleta maendeleo katika Uislamu na katika hayo yote alikuwa pia ana sehemu kubwa mwanamke katika wakfu. Labda tunaweza tukasema, uh, mwanzo wa Uislamu mwanamke alikuwa hana nafasi hiyo kubwa sana, hajatoa sana wakfu yeye mwenyewe, lakini alipewa usimamizi wa wakfu, na wote nadhani tunaijua hadithi ya Mtume saa salam au Saidna Umar radhiallahu anhu alipopata ile ardhi kutoka Khaybar akaenda kwa Mtume sala salam akamwambia, nataka kuitoa wakfu ile ardhi, na Mtume sala salam akamkubalia na ikawa kama ndio wakfu ya kwanza iliyotolewa. Baada ya hapo Saidina Umar akampa mwanawe Hafsa radhiallahu anha ndio awe msimamizi wa ile wakfu, uh, wa kwa hiyo katika historia inaonyesha wanawake mwanzo wa Uislamu walikuwa wasimamizi, yani kama Saida Hafsa ndio alikuwa msimamizi wa kwanza wa wakfu na wakfu hiyo ya mwanzo ilikuwa wanafanya kama wao, wanawake walikuwa wanasaidia sana. Uh, mwanamke au mwanamume anataka kuoa, kwa walikuwa wanasaidia katika ndoa, wanasaidia labda wanawake kuwapa pesa au kuwasaidia kujikimu, kujifunza mambo mbalimbali, ili aweze kuwasaidia kimaisha, au wale wanawake wanatekelezwa na ume zao, pia wanakuwa wanawasaidia katika kuendeleza maisha yao lakini tukija kuangalia pia katika historia, baada ya hapo, wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam wote walikuwa wanatoa wakfu zao wenyewe, kama Saida Aisha na Umu Salama na wote, kila kila mke katika wake za Mtume sallallahu alaihi wa salam walikuwa nayo sehemu yao ya wakfu wanayotoa. Uh, na pia sio kama tu wa, walikuwa wanatoa wakfu wao wanawake na huo wa wa wa usimamizi, lakini baada ya hapo ukija kuangalia yani, uh, kama ilivyozungumzwa, kama wakfu ni, ni pesa ambayo yako mwenyewe unaimiliki we mwenyewe na una uhuru nayo, na wakfu haitakiwi kuuzwa wala kubadilishwa utotote. Unapotoa wakfu, inakuwa ndio basi wakfu lillahi ta'ala. Na kwa kuwa mwanamke alikuwa ana, anamiliki pesa zake mwenyewe, yaima kwa kupewa mahari au kwa kurithi au kwa biashara anazozifanya kwa hiyo walikuwa na mali ya halali ya kuitoa wakfu, na ndio maana tunaona baada ya hapo wanawake wengi wamejitolea sana katika kufanya wakfu. Tukende katika historia, kama alivyosema ya Mtume sallallahu alayhi wasallam uh, ndio wanawake wa mwanzo waliotoa wakfu, tumesema wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapo, uh, ilivyokuja wakati wa al-Abbasiyin wote tunajua uh, Zubaida mke wa Harun Rashid alitoa wakfu, alijenga michirizi, alijenga visima njia yote ya kutoka Bagdad mpaka Makka, na pia alitengeneza chemchem zingi nyingi za maji ili kuwasaidia watu wa Makka kupata maji. Na walikuwa wanatoa katika pesa zao wenyewe halali zao, sio kama wanachukua kwa waume zao. Na pia baada ya hapo katika uh, al-Fatimiyin pia walijenga yani, wanawake walikuwa wanajitolea sana katika kujenga vyuo, kujenga misikiti na kujitolea katika mali zao wenyewe. Na ilivyokuja baadaye Al Ayyubiyin, na wao wanawake wengi wengi sana tuwezi kuwataja wote, lakini wengi walijitolea sana na historia inazungumzia sana kuhusu wakfu zilizotolewa wakati huo wal Ayyubiyin, na wakfu ambayo iko mpaka leo ya mwanamke ambaye, huyo mwanamke, inasemekana hamna mtu aliyotoa wakfu kama yeye, huyo Fatima uh, Al-Fihriya yeye ni mwanamke aliyojenga university ya kwanza na msikiti wa kwanza nsema yani, university ya kwanza duniani kabla hata zote hizo za Ulaya hazijaanza, na alijenga kwa pesa zake mwenyewe alirithi kwa babake, na akatoa nadhiri kuwa hato atafunga mpaka ule msikiti na ile chuo kimaliziki.

hasa japo kuwa historia haitaji wakfu za wanawake mara nyingi, zinataja wakfu za wanaume tu, lakini wake wa masalatini wote wala Uthmaniyin walikuwa wana sehemu kubwa ya wakfu wanazozitoa na wakfu zao nyingi sana. o wake wa mama, na mama wa masalatini wenyewe au wake zao walikuwa wanazitoa sana Makka. Yani inaonyesha namna gani walikuwa wana imani wana, wana au wana huruma sana au wana mapenzi sana na Makka na wakfu nyingi zilikuwa wanazostoa al-Uthmaniyin zilikuwa zinahusu sana mambo uh, kusaidia mahujaji, labda wakienda la Maka au wameanzisha kama wanasema kama wizara fulani hivi ya kutizama mahujaji wanapokwenda Maka. Pia wametengeneza uh, kama, kama hospitali au kama sehemu ya kutizama afya na wagonjwa wanakweko Maka. Kwa hiyo mambo mengi wamejaribu kufanya na pia kuendeleza elimu. Ya, lakini kizama historia sana haitaji mambo hayo. Sana watataja tu, katika historia inatajwa wakfu za wanaume lakini wakfu za wanawake zina, zina hazitaji. Kwa mujibu haya tuliyozungumza, haya machache niliyozungumza kwa leo, inaonyesha kabisa Uislamu usingepata nguvu wala tusingeweza kufika tupofikia ila kuonekana kama wanawake na wanaume wote wameshikana bega kwa bega ili kuleta maendeleo katika jamii. Lakini leo tunaona hata uh, kwa nini sasa hivi tunaulizana, kwa nini sasa hivi pia wanawake wengi tumerudi nyuma katika kutoa wakfu? Na sasa hivi nadhani Sheikh mmoja hapa alizungumzia akasema, sasa hivi tuna uwezo au tunamiliki zaidi kuliko hapo zamani. Yani wanawake wengi alhamdulillah, wana uwezo, wanamiliki mali zao wenyewe, wengi ni wafanyabiashara au wafanyakazi, lakini kuna kitu ambacho kinaturudisha nyuma katika kutoa wakfu Labda niseme kwa sababu pia hiyo elimu ya wakfu yenyewe uh, hatuijui, na nadhani katika kongamano hili tutajifunza mengi wanawake, ili tujue nafasi yetu na sisi kwa sababu, ili kutaka tulete maendeleo na kusaidia watu, nadhani inabidi na sisi tuungane mkono, bega kwa bega na wanaume katika kutoa hiyo wakfu. Sina zaidi kwa leo ila hayo, na kama kuna swali lolote nimeweza kuniuliza, inshallah shukran.